Ndugu wanachama, kwa kipekee kabisa na kwa moyo wa dhati naomba niwashukuru kwa kujitoa kwenu, kwa maana kwa kipekee kabisa tamasha letu la kumi na saba la Simba Day lilivunja rekodi ya kimapato. Tulikusanya kiasi cha shilingi milioni 660 kwa viingilio vyenu, lakini vile vile tulipata dhamini za takribani milioni mia nne lakini vile vile asilimia 90 ya waliojitokeza katika tamasha hili walikuwa wamevaa jezi za msimu mpya. Kwa kipekee mmetuheshimisha <apples> na kwa kipekee kabisa, mwenyekiti na ndugu wanachama, mwakani tunaelekea katika kumbukumbu -kumbu ya miaka 90 toka kuzaliwa kwa Simba Sports Club na tamasha hili tutaliita Simba at 90, na matukio yote yataratibiwa vizuri na litakuwa tamasha kubwa ambalo halijawahi kutokea Simba. Kwa upendo wa wanachama, bodi ya wa wakurugenzi imefanya jitihada nyingi za kuhakikisha michakato yote ya kitaasisi na kikatiba inafanyika. Ili sasa tuweze kulirasimisha rasmi zoezi la uandikishaji wa wanachama, tumeandaa mifumo tayari na tuko katika hatua za mwisho ili kuweza kuzindua na kuwawezesha wanachama wetu kuweza kushiriki katika mchakato wa kuwa na maendeleo ya kidijitali hasa hasa katika wanachama pamoja na malipo lakini vilevile vile kwa kupitia programu ambayo tutakuja kuianzisha na kuizindua ya Simba Pesa, ambayo itawawezesha wanachama kufanya malipo ya bidhaa mbalimbali na huduma mbalimbali kupitia simu ganja na simu za mkononi. Simba changamoto, sote kwa pamoja tumepitia changamoto za kitaasisi na kiufundi ambazo tumeendelea kuzifanyia kazi na kuziba mianya yote ikiwemo kupokea maoni, ushauri na kufanya kazi changamoto hizo. Nimalizie kwa kusema vilabu vyote vikubwa duniani hukumbwa na changamoto za mpito. Kinachotofautisha sisi na vilabu vingine katika muda wa changamoto ni kubebwa na bondi ya uaminifu, mshikamano uliojengwa toka vizazi hata vizazi. Katika nyakati ngumu tumesimama pamoja, na katika nyakati njema tumesimama imara pamoja. Tumejifunza, tumesikia na tunajisahihisha ili kukabiliana na changamoto, changamoto hizo kwa pamoja. Kwa heshima kubwa, napenda kuwashukuru wanachama wote, wana Simba, pamoja na viongozi wa Simba Sports Club kwa kuendelea kuunga mkono shughuli za klabu yetu na kwa mapenzi ya dhati mnayoendelea kuonyesha kila kukicha. Niwatakie kila laheri katika mchezo wetu wa leo ambao tunacheza mali, naamini Mwenyezi Mungu atatujalia eri ili tuweze kushinda kwa kishindo. Asanteni kwa kunisikiliza.